Kisugu, habari za muda huu? Habari njema namchukuru Mwenyezi Mungu niko salama na, na afya njema kufuatia vile ambavyo vimetokea Zanzibar. Zanzibar e, baada ya mchezo wa fainali kumalizika tumeona baadhi ya viongozi wa Young Africans wakiongozwa na afisa habari na mawasiliano wakisherehekea juu ya hiki ambacho kimetokea kwa Simba Sports kukosa ubingwa. Yes, hata mi nimeona, hmm. Lakini mwandishi kidogo kuna sehemu kama ume, hujaweka sawa. Sawasawa, hmm. Mi nafikiri injinia ni mtu mwenye kujitambua, hawezi kufanya ule utoto ambao Ali Kamwe anaufanya, hmm. Alex ndiye namjua mtu aliyesoma, hawezi kufanya ule utoto ambao Alikamwe alio aliofanya, na naamini management ya Yanga haijamtuma. Ya udogo wake na ufahamu wake, ndio akienda kufanya kile ambacho alichokifanya. Alikamwe alichokifanya, hakuna afisa habari yote duniani anaweza kufanya utoto ule ambao aliofanya. Na hii niahidi kusema Simba na Yanga ni klabu kubwa, tunapokwenda kuwateua watu kuwa wasemaji, basi lazima tuwateue watu ambao wanaongozwa na busara na hekima. Leo hii Alikamwe amekuwa fundi wa kwenda kubrandi jezi za barakane kuliko za jezi za Dar es Salaam Young Africans, hmm? leo Alikamwe amekuwa mtaalamu wa kubrandi jezi za barakane kuliko ni kubrandi jezi za Dar es Salaam Young Africans. Leo kitengo cha habari cha chaesmii, mimi nahita, ni wasaliti, wameenda kumsaliti mwekezaji wao GSM. Nguvu kubwa waliotumia kwenda kubrandi jeza berekane. Laiti nguvu zile wangetumia kwenda kubrandi jezi zao, mimi naamini wangempeleka mbali sana mwekezaji wao kwa jezi, siku tatu walizotumia mainfluence wa Yanga, nguvu waliotumia siku tatu Leti, nguvu zile angetumia kwa Dar es Salaam Africans, kulikuwa na mabadiliko makubwa uzaji wa jezi hmm? Na kwa bahati mbaya na bahati nzuri hmm. Alikamwe amekwenda kudhihirisha ubora na original wa jezi ya Barakani kulizo jezi za Dar es Salaam Africans. Sema ni sehemu ya utani. Simba na Yanga, ya wana utani hawana? Wana utani. Yanga na Barakani? Utani. Leo Yanga na Barakana wanautani, maana yake leo Yanga wamekwenda kubrandi jeza nani ni sahihi. Kwa hiyo Yanga wameamua kutengeneza usaliti wa wazi, kwenda kumsaliti GSM wakiongozwa na influencer yule mzee anaovaa makoti la haula lijitambui lolote atambui la mbele wala la nyuma. Mtu mzima anavaa koti naye ingia tu kwenye makundi, mzee wa maokoto yule semanile. Yanga inambeba leo kwenda kumsaliti JSM, kwenda kuambia watu jezi za Barakani original kuliko jezi za Yanga. Alafu leo waandishi wa habari mnasema ni utani utani, ule. Turudini katika somo la kubrandi. Ali ni kioo, Ali ni msemaji, Ali akisema, yanga imesema. siku tatu yanga hizi Ali kupromoti jezi za Barakane, jezi elfu moja mia mbili na themanini zimeuzwa hapa nchini. Unapokwenda kuuza jezi elfu moja mia mbili na themanini fanya faida ya shilingi elfu thelathini Ali pamoja na mfluensa wa Yanga wamekwenda kuingizea shilingi ngapi Barakani? Yes. Yes. <laughs> Waandishi wa habari tumieni vyombo vyenu vya habari vizuri, nendeni pelekeni masomo kwa hawa wasemaji <sighs> Hada ilikuwa mission binafsi ya mtu maalum hivi, labda wao wana maslahi ya. Yanga ni taasisi brother, yawezekana ule uliosema, tunakubaliana kwa maslahi, maslahi yalopata barekana, ndio maana hali ameamua kuisaliti Dar es Salaam. Na laiti wallahi na Mwenyezi Mungu ningekuwa na namba ya tajiri bilionea Ghalibu Saidi, ningempigia ningemwambia, hao angalia wasaliti wa Yanga hawa. Yeseme hajaliona hili Mi naamini kaliona na haliwezi kulinyamazia, hawezi kunyamazia. Yuko ndugu yangu mmoja wanamwita ndevu, mnamwita gani, nani ule wa Yanga yule? <laughs> eti naye amekaa sehemu anasema mmeiona mkavaa jezi ya barakane. Namuuliza we uchebe, mi najua we umekwenda shule. Hii ndio elimu ambayo ulioipata shuleni, kuiacha jezi ya timu yako kwenda kuibrand kui jezi ya barakane. Waandishi wa habari, mimi natoa ofa yanga amecheza fainali kule wapi sio taifa maanake tanzania fainali zimefanyika mbili tu na kama kuna mtu atatoa ushahidi kuna fainali tatu zimefanyika natoa elfu hamsini njoo hii hapa elfu hamsini kutoa uthibitisho yanga amecheza fainali ya shirikisho tanzania natoa elfu hamsini hapa Finali ni mechi ya kwanza ni mechi ya mwisho, mwisho, mwisho. Finali 1993 kombe lilikuwepo, Mzee Mwinyi kwa kabizi Stella Abidjan 2025, Zanzibar kombe lilikuwepo. Finali gani nyingine ilifanyika kombe lilikuwepo? 1950, hakuna kisomo. Raisi wa shirikisho la soka barani Afrika Zanzibar kuwepo makamu wa rais wa shirikisho barani Afrika kwepo fainali gani nyingine mlimwona? Niseme tu laiti ufahamu ungekuwa unauzwa dukani ningekwenda kununua, ningewaongezea watu wa Dar es Salaam Africans. wa kwanza ningemwongeza mwalimu Yanga, wa pili mdogo wangu Uchebe, anatendia gari kwa nyuma, lakini maskini ule Uchebe, tumsamee tu lini kwenye mpira na wamechapisha matisheti yenye picha ya mwamuzi, wanadai kuwa wamemsamehe. Waarabu anasema almajununu fununu. Hmm, ina maana gani? <laughs> kwa ulizo marafiki wa wabarekani atakupa tafsiri yake. <laughs> Utambuzi kuto kujitambua. Binafsi lazima niseme kuna muda mwingine tunahitaji mabadiliko kutengeneza mpira wa nchi hii. Ziko propaganda ambazo yanga wanazitumia, sio sahihi. Wafanye mambo, wafanye utani kwa maslahi ya taifa. Leo nikupe kitu kimoja ambacho ni kibaya sana wanakifanya watu wa Yanga na kilani sana. Kitu gani hicho? wanachukua picha ya mtu aliyepata na ajali ya bodaboda Mwanza, wanasema kapigwa na Simba <laughs> hili ni jambo la kulaaniwa na kulilani na kulikemea baadaye. kwa amepigwa uwanjani wewe, tuliko Mwanza huko Sengerema kapata ajali ya bodaboda. Mimi nimeongea na mjomba wake hmm. Alafu Yanga anatangaza nikapigwa kwenye mechi ya Simba. Hawa acheni utoto, acheni usharati akina Uchebe, acheni uzandiki. Msije mkatengeneza uadui kwenye football, tengenezeni utani tukikutana ili tusalimiane. Yako mambo makubwa yamefanyika kwenye nchi leo nitayasema, hawa wengine bado. Nani anakumbuka fainali wakati ule inaitwa Azam Federation Cup, Yanga na Kosti Uni Arusha? Nani anakumbuka Yanga wamepata kesi ya jinai ikafutwa ikaachwa nataka tuseme, nataka tuzungumze, tuchimbue makaburi. Chimbua, msinichokoze, najua ninachokusema. Simba na Yanga ni tunu la taifa la jamhuri ya muungano wa Tanzania. Nimpongeze sana mama yetu Samia Suluhu Hassan kwa kuzilinda hizi timu kwa sababu anajua mmoja tu tunu ya taifa wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini vijana hawa wanakuja kutengeneza mazingira ya kuonyesha Simba na Yanga ni maadui. Kwa nini tufike huko? Kwa nini tutengeneze propaganda ambazo hazina msingi wote kwenye football yetu? Leo hii kama mtu kapata rajari na pikipiki Mwanza, amekwenda ameanguka Mnakwenda kumtangazia mtu huyu, amekwenda kupigwa na Simba Sports. Uoni unakwenda kutengeneza adui kati ya familia ya Simba na huyu ndugu yao, mtaani wataishi vizuri. Acheni Yanga uzandiki, Kisugu. Lakini kuna video zilikuwa zinaonesha zikitoka maeneo uwanjani kwamba mashabiki wa Yanga walikosea utaratibu, mechi ni ya Simba. Hmm, na wenzetu kwa bahati mbaya hawa, yawezekana utaratibu wa mechi za kimataifa hawajui liko jukwaa walioandaliwa barakane. <laughs> Sisi tulisema wageni wetu wanakaa hapa. Nani umemwona kavaa nguo nyeupe mbarakane kapigwa kofi? Kwa sababu wabarakane walikuwa wanajua utaratibu ambao si tulioandalia, lakini maskini hao walishindwa kujua utaratibu support sasa, Wangekaa katika sehemu ambapo wanastahili kusapotiwa. Mbona yule kishata mtaa aliingia uwanjani, alikaa sehemu ya barakani, alipigwa kibao, yule akenda mbele kama anaanguka, akirudi nyuma kama anatambaa. Na mnamwita Kevo yule. <laughs> Leo brother tumekuwa wapili katika mashindano yanaandaliwa na shirikisho la soka barani Afrika. Nataka niwaambie watani hawa mm. <coughs> Vilabu viloshiriki shirikisho nilikuwa vilabu 56. Vilabu hamsini na sita. Vilabu vilofanikiwa kuingia fainali ni viwili, maana yake Simba na Barakani. Mwandishi wa habari, tumia muda wako, waeleze watu, waambie simba amefeli katika mashindano ya shirikisho barani Afrika. Mwamba gani anaweza kutokea mbele ya vyombo vya habari akasema kwamba simba wamefeli katika mashindano ya shirikisho barani Afrika? Yupo? si ni wapili, wanasema mlikuwa mna shindano, waliofeli watupu, yes, lakini bado mashindano ya shirikisho barani Afrika. <laughs> Akili za kuambiwa, a yeah. Wow. Hawa shida wakiambiwa, wameambiwa tu hawa ma influencer wa Yanga kama wadudu fulani kwetu wanaitwa siafu mm. <laughs> Hawa mashabiki wa Yanga kina uchebe kwetu kama samaki fulani wanaitwa ndobe, yaani kambale, yani kambale wakishaongozwa katika mstari we uwa tu. Uwa tu. Wanakuja tu we, mwanadamu, Mungu amekumba na akili, ukiambiwa changanya na zako. Mashindano ameanza vilabu hamsini na sita, leo ukipanga katika orodha Simba ya pili, unakaja kwenye maiki unasema Simba wamefeli. Sisi hatujafeli, sii, tunatembea kifua mbele. Tunawapongeza wachezaji wetu na kupitia ninyi waandishi wa habari mupeleke maombi kwa uongozi wa Simba, tunahitaji waweke mkeka. Mashabiki tumeamua wenyewe kwa ridhaa yetu bila kushawishiwa na mtoto. Mtu yote naominituma niseme tunahitaji kufanya jambo kwa wachezaji wetu, kuwachangia kwa, kwa furaha tuliyokuwa nayo. Malengo ya Simba yamepitiliza. Malengo ya Simba yalikuwa nusu fainali na kwa nini malengo ya Simba alikuwa nusu fainali? Kwa sababu watani zetu walitupa jina la mwaka robo, walizoea sisi maisha yetu robo. Tukakaa sehemu tukajiuliza mbona hao wanatuita sisi mwaka robo tutatokaje? Tukasema ili kutoka, tutoke robo, sasa twende nusu fainali. Mungu akatukubalia maombi yetu, tukaenda nusu fainali. Tukaleta akili ya kibinadamu. Siku zote mwanadamu ana akili timamu, akipata moja na mwambia Mungu niongeze nyingine sio ngapi? Mbili. Baada nusu fainali tukapeleka maombi tukaongeza jitihada wamba tukaenda wapi fainali, tukaamini kumbe kuchukua ubingwa inawezekana, tukapambana tukaweka jitihada, kudra akaenda kamanyaje, ikaamua kuna jitihada kuna kudra, sisi tumekubali. Kisugu, uh, baada ya Simba kutoka Dar es Salaam, uongozi wa klabu unarudi Zanzibar kumpa pole rais wa Zanzibar hapa Tanzania warudi, ndio akili zao zinavyowatuma, ndio uwezo wao kufikiri. Waache waende, lakini moja wausie, wavae jezi ya Barakane ambao sasa hivi wameamua wazi wazi kumsaliti JSM leo, wallahi. Na hapa ukitungika jezi ya JSM kwa maana jezi ya Yanga na ukatungika jezi ya Barakane kwa maso uliopewa, watu wa Yanga wanakwenda kununua jezi ya Barakane. Kwa hiyo waende Zanzibar, niwatakie safari njema, lakini ni wasihi wa vajeza barakane. Kisugu, moja kati ya video ambayo imeonekana kutembea katika mitandao ya kijamii, e, mara baada ya mchezo kutamatika, wameonekana baadhi ya viongozi wa RS Berkane kwenye chumba cha waamuzi, kitu ambacho kimeleta sintofahamu kwenye mitandao ya kijamii. No comment. Kisugu, kituo kinachofata sasa ni kwenye NBC ligi kuu ya Tanzania Bara. Na mechi ambayo inafata ni kesho ambayo Simba anacheza na, na Singidab. Hii mechi ngumu, mechi ngumu, ni mechi ngumu hii mechi ngumu kwa sababu kuu mbili au tatu. Moja, lazima tukiri Singida ni timu nzuri, ni timu ambao wanaonyesha upinzani mkubwa kwenye ligi nbccha Pili, Singida wamepata mda mrefu wa kupumzika tofauti na simba Spurs. Lakini cha tatu ni toto la yangau <laughs> managai mmoja wa wajumbe wa bodi wa klabu ya Yanga ni mheshimiwa Mheshimiwa, huyu ndo mlezi wa Singida United. Nani anabisha? Hakuna. Nani anabisha? Hakuna. Kwa hiyo ni mechi ngumu, niwaambie mashabiki wa Simba kupitia ninyi, kesho tukutane katika uwanja KMC wa KMC Complex kwenda kuwapa sapoti wachezaji wetu, lakini ugumu wa mechi hii sisi tuna wachezaji ambao wamemachua, tuna wachezaji ambao quality player. Wanajua kila design ya kucheza, naamini mwalimu Fadu amerudi katika uwanja wa mazoezi, ametrain vijana vizuri, amewaelekeza namna, wanajua vijana umuhimu wa mecha kesho, watakwenda kupambana na jasho na damu. Inshallah, Mungu ukimpendeza, watakwenda kuchukua pointi tatu zaidi ya Singida. Shukrani sana. Kisugu. Simba atofungwa, unajua kuna mdudu mmoja anaitwa kinyonga Mm. Moja ya sifa ya kinyonga aliyopewa ni kubadilika kutokana na maeneo aliyopo. Sisi tunajua kuishi nao kwa sababu sisi tunavaisha kinyonga. Walikao waliambia watu, nyinyi muogopi, tukasema sisi hatuogopi sela ile tukaua. Wakakao wakasema kaja na style ya gusa. Achia. Achia. Hivyo. Gusa achia, wakatulia. Asa, hivi amekuja na sela kina uchebe wanasema hatuchezi. Nakupa wiki mbili sela tunacheza na kuja. Ukiishi okay, na mshabiki wa Young Africans, amini, unaishi na mtoto mdogo kwenye nyumba yako. Kuna muda mwingine mtoto mdogo unaweza ukambadilisha jiwe, akaamini kuwa chungwa na akaamini, natangaza watu, baba kaleta chungwa aliyokuwa jiwe. Ndio mashabiki wa Yanga walivyo, uwezo wao ni mdogo wa kutafakari na kufikiri. Tuwasaidie leo hii, kama anatoka mtu anakuja na sera eti unapigiwa simu fulani Mwenyekiti wa kitengo cha habari e, ndio akasema atuchezi, na wewe unasema tunakwenda tuchezi. Kasome katiba yako ibara ya nani ya Dar es Salaam Africans, Yanga imeumbwa kwa ajili ya kucheza mpira. Unaposema atuchezi, muulize tukacheze michezo gani? Ya kujificha kulamba baba? Muulize. Wewe unaambiwa tu atuchezi, unachukua simu tu unatoka, atuchezi, una una atuchezi. Hala, na siku zote niwape wape usia Ukimwona okay, mtu ataki kucheza mpira na wenziwe, iko michezo ambayo anaocheza asili. Mwangalie sana mtoto wako, kuwa makini katika hilo, shukrani sana. Usimalize, umemaliza maswali mm -hmm. Niachie mimi basi niongee mm -hmm. Tunakwenda kutengeneza mpira upya wa nchi mm hii -hmm. <laughs> na mimi namwomba dua Mwenyezi Mungu mumba pingu na ardhi, Yanga wasije tarehe kumi na sita mm -hmm. <laughs> Mwenyezi Mungu ananisikia mumba mbingu na ardhi hmm. Aliumba vinaonekana visivyoonekana hmm. Yanga wasije tarehe 16 ili tukatengeneze mpira upya kwenye nchi hii kuto hmm. kuja kwao hmm. Ndio tunakwenda kutengeneza mpira vizuri kwenye nchi hii sawa, wasije, mi naombea wasije kuto kuja, tunakwenda kutengeneza mpya katika mpira kwenye nchi hii mmoja kwa nini? Tunakwenda kutengeneza mpira upya kwenye nchi hii, ili jina waliojipa la wananchi, wanaamini kwamba wao wana mamlaka na maamuzi yote kwenye nchi, na ndio maana juzi bunge limeenda kuwaumbua pale. Mheshimiwa waziri anasema mpira sio mali yetu. Mpira mali ya nani? Wasilete timu tarehe 15, waje kuona, wasilete na mimi naombea, waka, waka enda mbali zaidi, kama wale kikimu, sipo na potele mbali Chief, wewe na mamlaka ngoja, niwakumbushe mwaka 2002 2003. Katibu mtendaji wakati huo nifati. Katibu mtendaji Mwina Sefu Kaduguda. Hao walisababisha mashindano ya muungano yafe. Leo wamechukua kombe la muungano na shangilia kombe kubwa. Nyinyi ndio mmesababisha afe. Lakini hao vizuruda huda bado hawajaingia kwenye mpira hawa. Hawajui maskini hawa. Waandishi, wasaidieni basi ya kina uchebe. Walienda mahakamani Yanga kwenda kuzuia ligi ya muungano kwa sababu wamekataa kwenda kucheza Pemba na Jamhuri. Nani anabisha? Wakaenda kufungua kesi mahakama hapa ya Mnazi Mmoja, mahakama ikaenda ikazuia kuto kufanyika mashindano ya ligi ya nini ya muungano. Mwina Sefu Kaduguda akachukua majina yetu akawapeleka wapi kafu hili jina linawapa kiburi, mwisho wa kiburi hili jina ni tarehe 15, wasije Kisugu. Kama nakumbuka msimu eh, uliopita eh, Yanga Africans baada kupita finali ya eh, kombe la kombeahbani Afrika na dhidi ya Mamelodi Sundowns, kwamba refa aliwabeba aliwabeba Mamelodi Sundowns. Na hii leo tumeona Yanga Africans wamechapisha jezi zimeandika tumemsamehe. Sawa sawa, leo kuna mtu mmoja nimeona kavaa jezi kabisa, imeandikwa tumemsamehe. Moja katika mambo namshukuru Mwenyezi Mungu duniani, la kwanza kutokuwa mimi shabiki wa Dar es Salaam Africans. Ukimwona mtu ana PhD, ukimwona mtu ana digrii moja na ukimwona mtu ana miaka miwili, ukija kuzungumzia ya habari za Yanga akili zao zinafanana. <laughs> Kwa hiyo niwashukuru sana waandishi wa habari, shukrani sana kwa kazi kubwa na kazi nzuri mnayofanya. Ni waibie siri moja ya chachu ya mafanikio ya klabu ya Simba, ni nyinyi waandishi wa habari. Moja ya chachu wa mafanikio ya klabu ya Simba ni nyinyi waandishi wa habari na ndio maana mainfluensa wa Simba tuko tayari muda wote kushirikiana na nyinyi, iwe mchana iwe usiku, kwa sababu tunathamini mchango wenu, umekuwa mkubwa sana kwetu. Bila ninyi, Simba tusingefika hapa ambako tulikofika. Nachukua nafasi hii, namwomba sana Mwenyezi Mungu aendelee kuwa hapa afya njema. Moja ni wausie, nyekundu semeni nyekundu, na nyeupe semeni nyeupe, nendeni mkawaambie nendeni mkamwambie bilionea GSM wasaliti, aliokuwa nanambiaga kuna watu wanamsaliti, wameanza kujioneke, kujioneke, kujitokeza wako ndani ya Dar es Salaam. Gafricans akitaka majina ni wape waharakaharaka tu, yuko Godi Mzewa Maokoto Mwalimu na nani Uchebe. <laughs> Asanteni, washukuru sana.